Vijana wii, ondoa wazo la kutelekezwa. Nimefurahi kwanza, nimefurahi sana kupata mwongozo au mafunzo kutoka Mulika, Mulika Tanzania. Nimejifunza kuhusu maswala ya mikopo, jinsi gani ya kupata mikopo, nimejifunza ujasiriamali na nashukuru sana Mulika. Leo wamenifanya niwe watofauti na nilivyokuwa mwanzo. Wasichana kwanza kwanza kwa hiyo sisi tunamulika fursa. Unajua sisi vijana tukipata viongozi kama hawa ambao wana nia ya kutukomboa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli si kweli? Vijana msilale bado mapambano. Binafsi napenda kuwapongeza sana kwa kuchukua hatua ya kuzikimbilia fursa ambazo mulika wanatoa. Tujitahidi vijana, tuchangamkie fursa. Kwa hiyo mikopo yetu vigezo vyake tunaendelea navyo vile vile. Cha kwanza uwe na NIDA. NIDA, mwambie mwenzio, lazima uwe na namba ya nini. Wangapi tuna namba ya NIDA? Kwa hiyo smartphone ni uwekezaji mkubwa sana. Cha kwanza unapata taarifa za kujifunza. Mulika leo ameweza kunifanya nielewe kuhusu masuala ya mikopo ya serikali. Uzuri wa serikali una usalama, na pia tumeweza kutoka sehemu moja na tunaweza kuelekea sehemu nyingine. Asanteni.